Amekuwa akiwashirikisha wazazi wa watoto wenye ugonjwa wa tawahudi kila mwaka, kama njia moja ya kuhamasisha na kuondoa unyanyapaa kwenye jamii. Tunamwangazia Judy Nyawira mwenye umri wa miaka 44 ambaye amekuwa akifanya kazi hii kwa muda. Tulikutana na Nyawira jijini Nakuru kwenye maadhimisho ya ugonjwa wa tawahudi ambao hufanyika mwezi wa nne kila mwaka, na hii hapa simulizi yake. Majina ni Judy Kagore Ligaga. Mimi ni mzazi wa mtoto ambaye ako na challenge ya autism. Ni msichana ambaye ni mzaliwa wa pili katika bome yetu, na yeye ndiye amefanya nikaingia katika hii safari, kwa sababu alipozaliwa, alizaliwa tu akiwa mtoto wa kawaida Akiwa miaka mbili 2 miezi 6 ndio tukaanza kuona hitilafu kidogo katika maisha yake, na haikuwa hitilafu ambayo ilikuwa inasumbua, maanake tulikuwa tu tuna observe, tunaona ya kwamba ni kama jicho lake linafungika. So tulipoenda kwa daktari, wakafanya brain EEG wakasoma, wakaniambia kuna challenge. They call it abnormal brain activity. Na wakaniambia hiyo kufunga jicho ni kitu anaita seizures. Tukachunguzwa eh, katika kufanywa MRI na CT scan wakapata ya kwamba kuna lesion kwa brain. Baada ya like mwaka mmoja hivi wakasema ya kwamba ile lesion lazima itolewe surgically. Baada ya kutolewa hiyo lesion, ndio sasa tukaanza kuona ya kwamba speech yake haiko tena, milestones zingine alikuwa amegather kama toileting, tukaona ya kwamba zimepungua. So tulipoendelea kuona daktari daktari, ndio akatuambia mtoto wetu anaweza kuwa katika autism spectrum na hapo sasa ikakuwa ni jambo la kututisha, kwa sababu hatukuwa tumeona kitu kama hiyo tena. Lakini pamoja na jamii yangu, mzee wangu amekuwa mtu wa karibu. So kwa sababu ya hiyo safari, ndio nikaanza kuelewa ugumu wa yale maisha ambayo wazazi wanayapitia ambao wako na watoto kama hawa. Na katika mwaka wa 2023 wakati tulikuwa tunasherekea miaka minne baada ya mtoto wetu kufanywa ile upasuaji wa brain, ndio tukasema siturudishie Mungu shukrani na tuite wazazi wengine wenye wako na shida kama hii. Walikuwa karibu watu mia 130 families So tukashangaa, kumbe watu wako wengi hivi. So hapo ndio safari sasa ya kwenda kwa community ikaanza. Na sasa tukaona hatutaweza sena tukiwa peke yetu. Sasa tukashikana, tukawa tuko na initiative ambayo tunaita Faraja Initiative. Na hiyo jina Faraja actually ni my daughter anaitwa Faraja. It is an initiative out of Faraja's life tuweze kusaidia watu wengine. So hatujisaidii tu sisi, lakini tunataka ku reach out and encourage them, being also a parent with a with a

kuni connect na mafunzo mbalimbali tunawaelimisha kuhusu facilities zenye government either imeofa katika nchi yetu ama facilities zenye zinaweza saidia watoto wao. The other thing, tumeweza kupartner na institutions kadhaa, tumeweza kufanya training ya care givers. So tunaweza sema tukikutana kila wakati setting ina kuanga tutamit the physical need ya tizi ya chakula, tutamit the social need ya mental health na stigma zimekuwa biggest challenge kwa society yetu, uh, kulingana tu na mahali mtu ametoka, because unasikia kuna mtu maybe wakipata watoto kama hao tena, kwanza maybe katika jamii zenye zinaamini kuna laana, kuna kurogwa. But katika initiatives zetu zenye tumeendelea kuzifanya kila wakati, tumeweza kupata watu wameanza kuamini ya kwamba na kuelewa ya kwamba si laana, si kurogwa, na ni jambo ambao watu wanaweza ishi nao.